Tanzania ni nchi yenye utajiri wa kuvutia: ardhi yenye rutuba, madini ya dhahabu na gesi asilia, utalii wa kipekee. Lakini uchumi wetu unakwenda vipi? GDP per capita, yaani pato la taifa kwa kila mtu, ndiyo funguo ya kuelewa hali halisi. Kwa takwimu za mwaka 2023, GDP per capita ya Tanzania ni takriban dola 1200 kwa mtu kwa mwaka. Je, hii ni kubwa au ndogo? Kwa kulinganisha, Kenya ina dola elfu mbili. Afrika Kusini dola elfu sita mia tano. Hatuwezi kukimbia ukweli, bado tuna mtego wa umaskini hasa vijijini, lakini kuna matumaini. Uchumi wetu unategemea sana kilimo, asilimia 25 ya GDP, utalii na madini, lakini changamoto ni kubwa. Zaidi ya asilimia 60 ya watu wanategemea kilimo cha mvua. Bei za gesi asilia na dhahabu zinadhibitiwa na soko la kimataifa uzalishaji wa viwanda bado ni chini ya asilimia kumi ya GDP. Hivyo kila mtu anahitaji kuchangia kwa kubuni, kuwekeza na kufanya biashara. Serikali ina mipango mikubwa. Mradi wa gesi asili ya Lindi unaweza kuwa zaidi dola bilioni 30 kwa mwaka. Barabara ya SGR itaunganisha miji na kuongeza ufanisi wa biashara. Elimu ya stadi za kidijitali, vijana wanajifunza programu, uchukuzi wa mtandaoni na fintech. Lakini swali, je, mabadiliko haya yatawafikia wote? Kwa sasa GDP per capita yetu inakuwa kwa asilimia tano 5 hadi sita kwa mwaka, lakini idadi ya watu inakuwa kwa asilimia tatu. Hii maana yake ni maendeleo yanayobana. Tunahitaji uwekezaji wa kigeni wenye misingi ya haki, kusimamia rasilimali zetu kwa ufanisi, sio kuuza galya na madini kwa bei ya chini, kuweka pesa kwenye elimu na afya. Rasilimali muhimu zaidi ni watu. Tanzania inaweza kuwa mfano wa Afrika, lakini kila mmoja wetu anahitaji kujiuliza: je, ninachangia nini kwenye GDP per capita ya nchi yangu? Pato la taifa si hesabu tu, ni hadithi ya juhudi, ubunifu na mshikamano. Tanzania yetu, uchumi ni jukumu langu na lako.